Na swala hili la ujenzi wa mji mkuu wa serikali liko ndani ya ofisi yako. Kwa leo imekupendeza kuja kuwatembelea watu wa maji na ukitoka hapa utakwenda kuwatembelea watu wa madini. Hawa ni sehemu ya wizara ambazo zimekamilisha kazi na wamehamia hapa. Awamu ya pili ya ujenzi wa majengo haya umeanzishwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na majengo haya yako 29. 24 ni mawizara. Kama haya matano ni taasisi, lakini moja liko kule Kikombo karibu na Chamwino, ambalo ni la ngome ulinzi. Kwa hiyo hii ni sehemu tu ya majengo ambayo yamekamilika na yanatumika, yamejengwa kwa gharama hizo ambazo katibu mkuu amesema, ambazo haya yote yameanza katika eh, awamu hii ya sita wakati tulianza awamu ya kwanza tulikuwa na majengo yale madogo ambayo ndio alituwezesha kuja Dodoma, lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliamua kujenga haya majengo makubwa na wewe wakati ule ndio ulikuwa mlipaji. Kwa, kwa maelezo haya yaliyotolewa na wizara, naomba nikukaribishe sasa kwa niaba ya watumishi wote wa Wizara ya Maji nchi hii, hawa ndio wanao koordineti kazi za maji na ndio watumiaji wa jengo hili ili upate nafasi ya kuwasalimia watumishi hao, karibu sana. Kazi na utu, kazi na utu. Mheshimiwa Juma Weso, waziri wetu wa maji, na mwenyeji wetu Mheshimiwa William Lukuvi waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, katibu wetu mkuu, kwa niaba ya timu yote hii ya wataalamu, nimepita katika ziara ya kawaida kujionea maendeleo ya utekelezaji wa programu yetu ya ujenzi wa makao makuu ya nchi yetu, na kabla sijasema mengi, nianzie kuwaomba mpokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye nilimwaga kwamba nitatembelea makao makuu, anawasalimia sana. Ameniambia niwaletee salamu hizo anatambua kazi yenu njema mnayofanya, ana imani na nyie na nawatakia kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yenu, hasa hasa yanayoendana na dira yake ya kumtua ndoo kichwani mwanamke wa Kitanzania. Pokeeni salamu hizo. Lakini pia pokeeni salamu za makamu wa rais na yeye anawasalimia, yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, umeelezea sambamba na maelezo aliyoyatoa Mheshimiwa Waziri pamoja na Katibu Mkuu kwamba kumekuwepo na dira ya tangu enzi ya Mwalimu Nyerere ya kuhamishia makao makuu ya serikali hapa Dodoma. Na tulipofika awamu ya tano utekelezaji ukaanza chini ya Rais Daktari John Pombe Magufuli kwa kujenga majengo ya mpito kiwa kila kila wizara tulijenga majengo ya pembeni ya kujishikiza ili tuhamie ili tuhamie wakati mambo mengine ya kudumu yakiandaliwa. Na ilipoingia serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan mwaka 2021 majengo rasmi ya kudumu yakaanza, likiwemo hili la kwenu. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze, mmesimamia vizuri, jengo linaonekana la viwango vya nchi yenye uchumi wa kati hongereni sana. Na ulivyosema, jengo hili lilisimamiwa na katibu mkuu wakati huo akiwa mtaalam, mimi nikajua tu jambo likisimamiwa na mwanamke linakuwa nadhifu namna hii. Kwa hiyo hongera sana katibu mkuu. Katika hali hii mimi niwakumbushe tu kwamba ndio tumepata deni hilo. Mheshimiwa waziri amesema hatuna kisingizio. Ofisi imejengwa ya kiwango na serikali chini ya daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa ikikumbuka kila wakati masuala yanayohusu watumishi wa umma. Kwa hiyo twendeni tukachape kazi, twendeni tuchape kazi, tuhakikishe tunatekeleza yale yaliyo majukumu yetu. Na sasa tunaanza dira ishirini ishirini na tano hadi hamsini tuna mambo ambayo tulikuwa tunayafanya kwa mpito, sasa tunatakiwa tukayakomeshe sisi kama wizara pamoja na taasisi zetu. Mfano mmoja, kugawana maji 50-50, yaani yanayowafikia wananchi asilimia ya hamsini, asilimia hamsini imepotea. Nimetolea mfano, nadhani hii takwimu Mheshimiwa Waziri itakuwa ilishaboreshwa zaidi ya ilivyokuwa mwanzo. Lakini nilichotaka kukisema ni kipi? kwamba tuende kwenye hatua ya kukomesha kabisa upotevu wa maji, kulikuwa kunatokea na taratibu za upotevu wa maji njiani njiani, aidha uchakavu wa miundombinu au kutokea wale ambao wana wanavuruga utaratibu ili waweze kujipatia maji kwa njia isiyo rasmi. Tunakokwenda kutekeleza dira mpya tunatakiwa tuende na civilization, lakini pia na miundombinu inayomhakikishia mtanzania uhakika wa kupata maji. Maji hayana mbadala, kama ambavyo mheshimiwa waziri kila wakati huwa anasema. Kwa hiyo hatuna mbadala pia, hatuna mbadala wa, kama tuwapatie wananchi maji au la. Kwa sababu maji hayana mbadala, lazima tuwapatie wananchi maji na kwa dira ya Mheshimiwa Rais ambayo imeonyeshwa pia kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, wa kwenda kuwa na gridi ya taifa ya maji. Tukishaweka miradi mikubwa ya aina hiyo, tena yenye matumizi sambamba na yale ya matumizi ya nyumbani, tunatakiwa kama ilivyo rasilimali zingine, tujihakikishie namna ya matumizi bora na kulinda miundombinu inayotumia inayosafirisha hayo, hayo maji. Lakini la pili Mheshimiwa Waziri nikupongeze sana kwamba mmehamia katika jengo hili, na kule Dar es Salaam lile jengo mmezipatia taasisi ambazo hazikuwa na ofisi, taasisi zilizokuwa zinapanga. Serikali ilikuwa inaingia gharama kuweka taasisi zake kwenye majengo ya kupanga. Hatua hii mliofanya ni nzuri sana. Sasa nitumie fursa hii kuzielekeza taasisi zingine zote kwamba makao makuu ya nchi ni Dodoma, na hapa Dodoma tumehamia, hapa ndo makao makuu ya nchi hii, siyo kambi. Ukienda kambini una, una unakuwa unawazawaza kwamba kuna muda nitarudi nyumbani. Hapa ndio makao makuu ya nchi, hapa sio kambi ya makao makuu ya nchi. Hapa ndio makao makuu ya nchi, na wala na wala hatutakuwa na makao makuu makao makuu mbili zilizo sambamba. Hapa ndio makao makuu ya nchi, kwa hiyo wale ambao ofisi zimesha kamilika hapa na bado wameshikilia na ofisi zingine sambamba, tungali na baadhi ya taasisi za serikali ambazo zenyewe haziwajibiki kuhamia huku zinapanga. Hii si sawa. Mheshimiwa Waziri, mwelekeze katibu mkuu atengeneze timu ifanye tathmini ma, ya majengo yote ya serikali yaliyoko Dar es Salaam ambayo yako underutilized nipate hiyo, ili tuya, ili tuyagawe kwenye taasisi zingine ambazo zinapanga na ingali serikali na majengo yasiyotumika. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze wewe, mlijiongeza mapema sana mka, mkatekeleza jambo la, la aina hiyo. Tunataka kazi za serikali zifanyike makao makuu ya nchi ili kuwasogezea huduma wa Tanzania kila upande wa Tanzania wafike makao makuu ya nchi. Na kwetu sisi wataalamu, nikiangalia lika hapa, wengi ni, ni, ni, ni letu nakwenda juu mpaka kuwafikia kaka zetu, ili ili ni lika la, la sanduku la posta eh. Naenda paredi kusubiria barua, sanduku la posta. Sasa tumeendelea tumeendekeza sanduku la posta mpaka mpaka maofisini. Ofisi zote za serikali ziko hapa, linapokuja jambo linalohusu Watanzania miradi ya maendeleo linahitaji utatuzi. Ofisi zetu ziko karibu sasa kwenye mji wa serikali hapa Mtumba. Hatuna haja ya kuandikiana barua kwamba utekelezaji tuna, tuna nukuu utekelezaji barua, barua ilishaandikwa kwenda wizara ABC kwa kumbukumbu kumbu namba hii hapa. Mnaweza mkakutana kwa kutembea kwa mguu mtatue jambo lolote lililokwama. Nimekuwa nikiona kwenye vikao, taarifa ya utekelezaji wa jambo inataarifiwa, barua ilishaandikwa. Mnaandikaje barua? Ofisi zinatazamana, si mkae mwandike muhtasari wa kikao kama mnatafuta kumbukumbu kumbu. Barua barua ni nusu ya kuonana, asi mko hapa mnaonana, kwa nini mnatumia nusu jengo hili na lile pale, tukwamue. Tunapoandikiana barua tunatumia mwezi miezi mwe, kwanza barua hii kama inaenda posta ina, inaenda wapi sijui iende kwanza wapi? Mambo ya, ya, ya zamani hayo. Kama tunataka kumbukumbu -kumbu zibaki kwenye kwenye, kwenye, kwenye mawasiliano ya kiserikali, tuandike ile taarifa ya kikao kwamba tulikuwa na jambo hili, wizara fulani limekwama tulikutana na wizara B kwa kumbukumbu -kumbu, hizi tulichokubaliana ni hiki, tuende kwenye utekelezaji. Hii ya kuripoti ya kuripoti kumbukumbu -kumbu ya barua kwamba ni utekelezaji, hii ni mambo ambayo yanachelewesha ufumbuzi wa kero za wananchi. Nimelisemea hapa ili kuelekeza ofisi zote za serikali kwa sababu sasa tuko hapa karibu, katibu mkuu, kama kuna jambo la kufuatilia, ukikuta afisa anakuletea taarifa ya utekelezaji kwamba ni barua imekwenda, punguza max kuanzia hapo hapo, ili upate namna ya kumfanyia evaluation mwishoni mwa, mwa mwaka akirudia rudia hivyo, ujue huyu ndo wafai ndo mzigo, an, an, an, an, anatujazia nafasi tu bila, bila matokeo. Kwa hiyo, mheshimiwa waziri, umeweka vyema, hatuna kisingizio. Mimi niwapongeze, endeleni na kazi. Na kwa kuwa huu ni muda wa kazi, nilipita tu nijionee. Tutakuwa na fursa zingine za kujadiliana kwa kina yale yanayohusu masuala yetu ya utekelezaji wa majukumu . Mmeshafanya kazi kubwa, niwapongeze sana. Mtaalamu wetu mmeshafanya kazi kubwa. Mheshimiwa waziri na timu yako, mmefanya kazi kubwa. Mimi najua historia ya masuala ya maji kwenye nchi yetu, kwa hiyo hapa nina kila sababu ya kusema mmeshafanya kazi kubwa, tena kubwa sana na mimi naamini kwa kazi mnayofanya na kwa dira aliyokuwa nayo mheshimiwa Raisi, tutaenda kufuta haya ambayo yanajitokeza katika eh, matatizo yanayojitokeza katika masuala, katika sekta ya maji katika maeneo mbalimbali. Tutakapokamilika hii miradi tuliyojadiliana, ambayo sipendi kuirudia, ambayo ipo na kwenye ilani yetu ya uchaguzi, na ndio imekuwa kiu ya mheshimiwa Raisi kuona miradi hiyo imetekelezwa. Naamini tutakapokuwa tumeitekeleza E, tutaenda kufuta kabisa haya matatizo ambayo yamekuwa yakijitokeza yaki. Kwa hiyo twendeni tutunze ofisi zetu, si, si tu maofisini hata majumbani kwetu hata majumbani kwetu. tuna tuna mambo ambayo tunaathirika, tuna, tuna, tuna na background zetu tulizokuwa nazo ya, ya kuto kutunza tunza miundombinu. Ni leo nimefika hapa, nimefurahishwa, pamependeza. Ukienda ofisi za Ulaya unazikuta ziko hivi hivi. Hii ndio maana ya nchi yetu kwamba na yenyewe imeshaenda kwenye uchumi, wakati sasa tutunze, eh, tutunze ili siwe baada ya muda mfupi panachakaa kila kitu kisipotunzwa kinachakaa. Kwao tunawajibika kutunza. Nimeona mazingira na yenyewe mmetunza vizuri, ninyi ni wa mfano. Mnajua e, mchango wa mazingira katika masuala ya maji. Uharibifu wa mazingira una muunganiko wa moja kwa moja na athari kwenye sekta ya maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ongereni na niko tayari sasa kujionea hali halisi mle mle ndani, baada ya kuwa tumeshaona kwa huku nje. Jamani, asanteni sana, natakia kila laheri. Twendeni tuchape kazi, kazi yenu inatambulika, kazi yenu inaheshimika. Twendeni tuchape kazi, asanteni sana asante. Naomba makofi mengi na vigeregere Naomba tujipange tuache njia ya katikati tujipange mshu. Wakati mheshimiwa waziri mkuu anaenda kwenye ukaguzi wa jengo, tumpungie mkono wote, wizara ya maji oh! Aa, tumpungie mkono mheshimiwa waziri mkuu wakati anahitimisha salamu zake kwetu. Haikuwa ndani ya ratiba, lakini kwa upande wake, kwa watumishi ameelekeza kwamba lazima aweze kuwasalimia. Naomba tumpigie makofi mengi sana na vigelegele. Sisi tutaendelea kusimama hapa, akishaanza ukaguzi akimaliza, tutarudi katika majukumu. Kwa sasa tusimame hapa tulipo.